zalio wakati wa ukombozi wa Kenya hii, na tunamshukuru sana Raila Amolo Odinga kwa kazi ile ambayo amefanya hiyo miaka yote. Sisi kama watu, watu wa ODM, unaona ODM ni chama ile ambaye imeshikanisha Wakenya wote, wa Maasai wako imara, wa Kisii wako imara, wa Somali wako imara. Kwanza unaona Junet aliwaacha ngamia akakuja kuwa mtu wa samaki inamaanisha ya kwamba chama hiki ni chama ambacho kimekuja ikashikanisha Kenya wote, na ndio ni chama ambaye it is a number one party in East and Central Africa. Ya pili, vijana ambaye mko hapa, lazima mjue ya kwamba ile kazi ambaye Raila alianzisha, nyinyi ndio mtaendeleza hiyo kazi. Tumepigania devolution, na sasa hivi mimi nataka kuambia nyinyi vijana musipokaa imara na spirit ya ODM, devolution itanyongwa. National government mara kwa mara wanataka kucontrol hawa magavana, na katika katiba ya Kenya, article 6 na article 176 na 179 imetoa county governments kama autonomous, na mimi nataka kuambia hawa magavana lazima msimame na uzito ya ODM ili mwhakikisha ya kwamba mumedefend devolution. Kama si devolution Kisii haingekuwa na stadium kama hii kubwa, nyinyi wote amungekuwa hapa. Na hiyo yote ni spirit ya ODM. Ya pili, tumepigania hii maneno inaitwa e procurement, na mimi nimesema hiyo ni kitu ambaye hatuwezi kukubali kwa sababu hiyo ni njama ya Treasury kunyonga devolution. Kama ni e procurement, Council of Governors, toeni e procurement yenu ile, ambayo nyinyi wenyewe mtaweza kufanya nini, mtaweza kuangalia, because of accountability. National government iko kando na county government iko kando, na spirit ya devolution ile ambayo Raila Amolo alipigania ndio mimi naomba, nyinyi wote mko hapa, tuendelee kupigania. Leo nimekuja hapa kusherekea miaka ishirini ya demokrasia real democracy, kwa sababu ndio Raila Amolo Odinga amesimamia, na hiyo ndio kitu ambaye wote tutahapa tuendelee kuhakikisha ya kwamba imesimama Kenya hii, tusikubali turudi nyuma, tukubali ile kwamba kijana mkisii pia kesho anaweza kuwa president wa hii Kenya. Nikisema hivyo iko jambo ambayo inaendelea sasa. Nataka kuwaomba na mheshimiwa Simba Arati gavana, mimi nakushukuru sana kwa sababu umeonesha Kenya yote ya kwamba si lazima mtu ambaye ametoka kwa kabila yako awe ndio rais, na nyasi si kijani kibichi huko nje, ni hapa nyumbani. Mimi naomba watu wa Kisii mukae imara na chama ya ODM kwa sababu ODM imelete mambo ambaye imeendelesha hii Kenya. Leo hii tuko katika broad base. hiyo broad base imeleta Raila na ikalete Ruto. Sasa ile jambo ambaye inatakiwa tufanya, hata mnaweza uliza ule jamaa anaitwa Imbarambara. Imbarambara amesema watu wakaye katika serikali ili ndio waweze kuleta maendeleo katika ukisii ama namna gani? Hiyo ndio mimi naomba na mimi nahakikishia nyinyi ya kwamba sisi kule masaini wote tutasimama imara, ili kuhakikisha ya kwamba mahali y ODM inaenda ndio wa Masai wote kutoka Marsabit, mpaka Kajiado, Laikipia, Isiolo, Narok, Nakuru, Kwale, Kisii. Ngoja kidogo, Junet, kila mahali wa Masai wote wamechukua nini ODM ama namna gani? Hebu nionyeshe kwamba mnasema wote ODM. ODM. ODM. Asante sana Junet.